Uh, nianze kwa kuwashukuru kwanza Ituba kwa kuona umuhimu wa kushirikisha taasisi ya serikali ambayo ni Shirika la Posta Tanzania katika kuwezesha kuchezesha bahati nasibu hii ya taifa kwa kipindi ambacho wameshinda eh, mkataba eh, wa kuchezesha bahati nasibu hii ya taifa kutokana na maelekezo aliyopewa na Tanzania Gaming Board. Eh, kwa hiyo eh, tuwashukuru Ituba kwa chaguo alilolifanya, ni chaguo sahihi na kwa muda sahihi na sisi tuko tayari kulitekeleza jukumu hili kwa ajili ya kuwahudumia Tanzania wote kupitia mtandao ambao tunao. Shirika la Posta Tanzania kwa ndani tu lina mtandao wa zaidi ya ofisi 322. lakini ukiunganisha na nje ya nchi tuna mtandao wa zaidi ya ofisi laki sita na sabini. Kwa hiyo ukenzi, kama ingekuwa inaruhusiwa Ituba kuvuka mipaka, si tulikuwa tayari tunawapeleka dunia nzima kuonyesha bahati nasibu hii kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho sisi tunajivunia kuwa tunafanya kazi ndani pamoja na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi shirika la Posta Tanzania, kwenye bahati nasibu ya loto iliyopita miaka kadhaa, waliokuwepo walio wanakumbuka, sisi tulikuwa pia ni mawakala wa kuuza tiketi za kuchezesha bahati nasibu iliyopita ya ya loto ya kipindi hicho na bingo. Niwape tu siri hii, tumechezesha sisi bahati nasibu ya bingo. Kwa hiyo ituba sisi kwetu tunakuja kufanya mwendelezo tu wa kushiriki kuchezesha bahati nasibu ya taifa kupitia eh, kampuni nyingine ambayo imeshinda tenda ya kuchezesha bahati nasibu ya taifa. Kwa hiyo naomba niwajulishe niwa, niwa, niwa umma wa Tanzania kuwa sisi tupo tuko tayari, na kazi hii tulishaifanya na hivyo tuna uzoefu nao, na sasa kitu kingine ambacho nipenda niwajulishe zaidi, tuko tayari kuipeleka bahati nasibu hii kwa njia za kidigitali na wetu na, na Shirika la Posta ni hatua kubwa sana inayolenga kuhakikisha kuwa michezo itakayopatikanika kwenye jukwaa au platform ya bahati nasibu ya taifa basi itawafikia Watanzania wote eh, kwa kupitia uh, vituo mbalimbali vya Shirika la Posta. Kupitia ushirikiano huu eh, majukwaa ya bahati nasibu ya taifa sasa yatapatikanika katika ofisi mia mbili na saba ya shirika za posta ambazo ziko nchini kote, na hii ndio ile kauli mbiu yetu kwamba kila mtu kushiriki kwenye ile bahati nasibu ya taifa na kuweza kucheza hii michezo kwa kiurahisi. Hii inamaanisha kuwa watanzania waliopo sehemu zozote za mijini, vijijini eh, wataweza kushiriki na kucheza bahati nasibu ya taifa kwa kununua tiketi zao eh, kwenye vituo mbalimbali mbali vya posta. Dhamira ya bahati nasibu ya taifa ni kuunda mfumo shirikishi eh kwa wachezaji wote na kunufaisha wachezaji wote ambao watashiriki kwenye kucheza michezo hii ya bahati nasibu ya taifa. Hata hivyo, sehemu kubwa pia ya mapato itaenda kuchangia kwenye michezo, sanaa na kuimarisha sekta mbalimbali mbali za ubunifu. E, kupitia e, e, uchangiaji huu wa mapato, sekta muhimu kama vile michezo kwa vijana chipukizi, fursa za ajira na miradi mingine ya kijamii e, itachangiwa kwa maendeleo ya taifa. Shirika la Posta kama mnavyojua ni taasisi inayoaminika na yenye historia ndefu sana kwenye taifa hili, lakini pia hata nje ya taifa hili na kwenye kutoa huduma kwa watanzania wote. Kwa kutumia mtandao mita, wao mpana e, wa kuaminika tunahakikisha, kuwa michezo ya kubahatisha inapatikanika kwa Watanzania wote kwa njia ya usalama na njia ya kuaminika. Ushirikiano huu ni udhibiti wa dhamira yetu ya kutoa huduma zinazofikika kwa urahisi na kwa usalama kwa wachezaji wote na kwa usawa na haki, na pia sana sana kwa washindi wetu, basi wanaweza kama wamejishindia kwenye ile michezo kupata zawadi zao na ule ushindi wao kwa haraka kwa kupitia vituo mbalimbali vya posta. Ningependa kutumia fursa hii pia kutoa eh, shukrani za dhati kwa uongozi wote na wafanyakazi wote wa Shirika la Posta pamoja na Ituba Tanzania ambao ni waendeshaji wa, wa bahati nasibu ya Taifa kwa kuweza kufanikisha hatua hii ya ushirikiano wa kwanza kati yetu waendeshaji wa bahati nasibu ya Taifa na Shirika la Posta, na hivyo basi tunatumaini kwamba siku zijazo mengi yataendelea kujitokeza.